Dhima ya ibada ya leo ni kutembea na ukuu wa Mungu, lakini ujumbe wangu wa leo unasema: ruhusu ukuu wa Mungu kufungua malango yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ruhusu ukuu wa Mungu kufungua malango yako. Tunapozungumza kwa habari ya kuruhusu au ruhusa, ni kukubali kupokea yaliyo mema au mabaya. Kuruhusu ni kukubali kupokea yaliyo mema au mabaya. Kwa hiyo ukuu wa Mungu unaturuhusu kuyapokea yaliyo mema kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile mtu alivyo leo ni kwa sababu amekubali kuwa hivyo. Yaani vile wewe ulivyo ni kwa sababu uliruhusu uwe hivyo ulivyo leo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile mimi nilivyo ni kwa sababu nimeruhusu niwe hivi nilivyo. Yaani matokeo ulionayo leo, maisha ulionayo leo ni kwa sababu kuna ruhusa uliruhusu kwenye maisha yako, ukakubaliana na hayo mazingira, ndivyo ulivyo leo, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wengine wamejikuta wapo kwenye hali walionayo, si kwa kupenda au kwa kukubali, ni hila za shetani zimewafanya kuwa hivyo walivyo, lakini leo tunataka turuhusu ukuu wa Mungu uingie kwetu ili yale malango yaliyofungwa yafunguliwe kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Na hisi kuna watu hamjanielewa vizuri, nimesema kuna mwingine huko hivyo ulivyo, si kwa sababu umependa au si kwa sababu uliruhusu iwe hivyo, ila ni kwa sababu shetani kuna namna amekamata maisha yako, au kuna namna shetani amekamata ile hatima ya maisha yako. Ndiyo maana mambo unafanya hayaendi. Lakini leo tunataka turuhusu ukuu wa Mungu utufungukie kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kuruhusu ukuu wa Mungu juu yetu ili vilivyofungwa vitufungukie kwa jina la Yesu kama kuna mambo ambayo yalikuwa yamefunga maisha yako kuna mambo yalikuwa yamefunga biashara yako. Kuna mambo yalikuwa yamefunga hatima ya maisha yako. Tunaporuhusu ukuu wa Mungu kutokea kwenye maisha yako, mambo yanaenda kutokea. Milango inaenda kufunguka kwa jina la Yesu. Yako malango ya mtu yamefungwa hapa. Yanahitaji ukuu wa Mungu ili hayo mambo yafunguke kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo namna ya kuyafungua yanahitajika, wewe ukubali, ukubali ukuu wa Mungu uingie ndani yako. Ukishaingia ndani yako, yale malango linaanza kufunguka, kuanzia lango la kwanza mpaka lango la mwisho, na utaanza kuyaona matokeo ya ukuu wa Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu wasifiwe. Siwasikii vizuri. Bwana Yesu wasifiwe. Nazungumza na watu ambao wako tayari kuruhusu ukuu wa Mungu kwenye maisha yao ili yale mambo yaliyofungwa yaende kufunguliwa kwa jina la Yesu. Haleluya.